Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'du. Alhamdulillah katika huu mwezi wa dhilhija tuko mfungo nane, ambapo leo ni siku ya tarwiya, siku ambapo mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuja katika viwanja hivi vya Mina na sisi tumekuja kwa kufuata maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, khudhu anni manasikakum, kwamba mnige mimi kwa ufupi, kwamba katika ibada zenu za hija na umra mchukue kutoka kwangu. Kwayo tupo hapa Mina ambayo ni moja katika eneo tukufu sana. Uh, ukisoma katika kitabu kinachoitwa mawatinu ijabati dawa, mawatinu ijabati duai, utaona kwamba Mina ni moja ya sehemu iliyoelezwa kwamba kunaitikwa sana dua hapa, mawatinu ijabati duai. Lakini hapa Mina ikumbukwe ndio eneo ambalo kulitokea lile tukio la kihistoria na kondoo kutoka katika mbingu, ambapo kondoo yule ilikuwa ni mbadala wa nabillahi Ismaili alayhi ssalam, asichinjwe na Ibrahim. Hilo tukio litokea mazingira haya ya Mina lakini mazingira ya Mina, ukiwa baina Muzdalifa na Mina kuna sehemu inaitwa Almuhasir. Kuna tukio lililotokea siku khamsina tano kabla hajazaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tukio hilo ni kuangamizwa ashabul fili, wale watu wa tembo ambao waliokuwa wakiongozwa na Abrahatu Sabahul, so, Ashram ambaye alikusudia yeye na jeshi lake kuja kuivunja alkaaba. E, siku 55 kabla ya kuzaliwa mtume, eneo hilo ni kati ya Mina na Muzdalifa kwao okay. Na hilo ndio linalotupelekea katika kauli ya Mwenyezi Mungu alamtara, kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alamyajal kaidahum fi tadlilin wa arsala alayhim tairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil. ko utaona, hapa Mina hapa kuna matukio, yani kuna maeneo ambayo ukifika ni kana kwamba unaziona aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Hapo aya hizo kwa ufupi zikielezea namna Mwenyezi Mungu alivyoangamiza watu wa tembo katika eneo la Muhasir, ambayo akisema ni eneo lipo Muzdalifa ni sawa, ni eneo lipo Mina ni sawa sana, ni kati ya Muzdalifa na na Mina. Kwa hiyo utakuta kwamba hapa na Mina ni kilomita nyingi, kilomita kadhaa hapa. Kwa hiyo utaona yako matukio mengi mengi sana hapa ambayo yanaoishiria ukweli wa Qur'ani, yanaonyesha ukweli wa Qur'ani, lakini yanaonyesha pia ukweli wa kufuata dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Lakini kule kuna masjidi inaitwa Masjid al-Aqaba iko hapa hapa Mina. Ndi, ni msikiti umejengwa eneo ambalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya bai'a na watu kumi na mbili pale na wale watu kumi na mbili kutoka Madina wakaingia Uislamu. Alifanya nao bai'a ya mambo sita, kwamba wakienda Madina wa wakamatane na mambo sita. Jambo la kwanza wasimshirikishe Allah. Ushirikina katika jamii, athari yake inajulikana na madhara yake yanajulikana Jambo la pili, wasizini wasije wa kazini. Uzinifu unaondosha uaminifu, haswa ikiwa wewe umesimama upande wa dini. Uzinifu unaondosha kuaminika na unaondosha kufatwa, kwa akaambiwa msije mkathubutu kufanya zina. Lakini la tatu, kuiba, kwamba wawe kwa ni watu waaminifu wa haki za watu na mali za watu. Jambo la nne akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wasiue, wasiue. Na jambo la tano wasiwe ni wazushi, kwa maana wasiwe ni waongo wazushi. Na jambo la sita na la mwisho ni kwamba wasija wakamacha kumtii kiongozi wao ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya mambo sita haya mambo sita yamepatikana hapa Mina, na ndio yaliojenga k kwa, kwa hakika Uislamu wa Madina, kwa kuwa na tabia hizi. Athari yake mwaka wa tatu walikuja watu sabini na tatu eh, walisilimu watu sabini na tatu na wakawa watu wa Madina ni watu waliojengeka na tabia hizi. Uislamu ukaimarika kwa sababu ya jamii kuwa na tabia hizi, lakini yote hayo yalipatikana hapa katika maeneo ya Mina kule, pia viwanja vya Jamarati kule uta, ambapo yote ni maeneo ya Mina utaona, kuna Masjidul Khaif. Masjidul Khaif ni ule msikiti ambao waliingia sahaba e, waliingia mitume sabiini, mitume sabiini waliingia pale katika msikiti ule ambao uko Mina pia e, na huo msikiti mpaka leo upo. Zote hizo ni athar za kihistoria, ni maalimu la atharia au maalimu tarikhia, ambayo inaonyesha utukufu wa mahala ambapo tulipo, lakini tutosheke tu hii. Huu ni utaratibu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika huu kuja hapa Mina na kulala leo, sio wajibu tutalala leo usiku wa kuamkia mwezi tisa ni sunna kulala hivyo, na ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na asubuhi yake tutakwenda viwanja vya Arafa kwa matarajio kwamba ikifika waktu zawal, wakati wa kupinduka jua, ndipo tutakapokuwa tumeingia rasmi katika siku ya Arafa. Mwenyezi Mungu atufikishe kwa salama katika siku ya Arafa. Mina ina mambo mengi, hatuwezi kuyamaliza, lakini yote yana reflect ukweli wa Qurani, ukweli wa Uislamu, ukweli wa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukweli pia wa waliosomesha dini na wakaieneza. Hapa unakuja kuona haswa katika hija kwa ujumla wake wote. Unaona live yale ambayo maeneo matukufu ambayo dini imeanzia kama kule katika Jabali Nuri na kadhalika na kadhalika na kadhalika, Jabali Nuri na mambo kadhaa wa kadhaa wa kadhaa mengineyo yasokuwa hiyo, kupewa utume mtume Muhammad na kushushiwa Qur'an. Basi tunamuomba Mwenyezi Mungu aturuzuku wote hija mabrura wa saa ya mashkura wa dhamba maghafura. Wa wa wa wa wa, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, watazamaji wapenzi, popote pale mlipo, ni Mina nchini Saudi Arabia. Leo tarehe nne mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025, ni banda la Zamzam Center hili chini ya mkongwe wa Hija zaidi ya miaka 40 Sheikh bas bantraki e, shabasi, hebu tupe taarifa yoyote ya hali ya hewa, taasisi yako imekuja na maujaji wa ngapi mwaka huu na hali za maujaji mpaka sasa hivi? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wa wassalamu ala ashrafil mursalin wa ba'd. Alhamdulillah ah, kwanza tunashukuru kwamba maujaji wetu wote wa Zamzam mpaka kufikia leo tunapozungumza wako salama na wote wameshaingia katika viwanja vitukufu vya Mina, na jumla ya maudaji wetu wote walikuwa mia na hamsini na sita ambao tumekuja nao na wamemaliza ibada zao zile za umra kwa salama, na wameingia hapa Mina kwa wakati munasab. E, kubwa tu kwamba hali ya hewa ya Mina kama inavyojulikana, na tulishachukua tahadhari kwa mahujaji wetu kwa kwa Mina hapa jua ni kali, kwa hiyo watumie sana wakati wao wa mchana kuwa ndani ya mahema kama hakuna dharura ya kutembea tembea, kwa sababu joto limezungumziwa katika hizi ayami ya za Mina litapanda mpaka kufikia sentigredi la kuanzia arobaini na tano mpaka hamsini linaweza likafika kwa mchana. Kwa hiyo, na kingine tunawahusia wanywe maji kwa wingi sana, hata mtu kama hajasikia kiu au hajasikia amu ya maji Maji ndo silaha kubwa, ndo dawa ya kwanza hapa first aid katika eneo hili. Na kila anapokwenda yani, kila mtu anapokwenda, ikiwa atakwenda Jamarat, atakwenda wapi, ahakikishe ana chupa ya maji katika mkoba wake au mkononi ameshika, eh. Mambo mengine yanakwenda vizuri mpaka sasa hivi alhamdulillah. Maema mwaka huu awa watu wetu ambao wanaitwa watu wa huduma ambao wanaitwa mashariki almasia wamejitahidi kusema ukweli fasiliti ambazo tume, tumeziomba sisi kwa mwaka huu, wameweka karibu asilimia themanini kati tulivyozitaka, tumezikuta zimetimia. Kwa hiyo tunaomba labda iendelee hivi hivi mpaka siku ya mwisho inshallah. Tunawatakia heri mahujaji wote wa mwaka huu na wale waliokuwa nyumbani wameweka nia zao. Basi utaratibu sasa hivi Saudi, Saudi, umebadilika kama wametiania, waanze sasa hivi kwenda katika taasisi zao pendwa kujiandikisha na kulipa kwa sababu utaratibu mpya uliowekwa na serikali ya Saudia, ifikapo tarehe kumi na tano Shaabani ya kila mwaka ndio siku ya mwisho ya kusaini mikataba ya nyumba, mikataba ya hoteli na kulipia mahema wizara. Kwa hiyo huo mwito tunatoa kwa maujaji wote ambao wametiania eh, insha allah Penza tazamaji, baada ya kuzungumza shia basi, kutokana na hali ya hewa ya Mina na mabanda kama yalivyobadilishwa mwaka huu, tofauti na miaka yote ambayo tunakujaga kwa kweli, mashallah mabanda mazuri e, full AC yamezungushiwa kabisa hizi, kiasi kwamba hupati tabu. Lakini miongoni mwa watu waliokuja katika ibada ya hija mwaka huu kupitia taasisi ya Zamzam E, ni mheshimiwa kamanda wa polisi mstaafu atajitambulisha jina lake mwenyewe, yuko wapi, anafanya nini, atazungumzia hali halisi ya mazingira anayoyaona, hasa kwa sababu yeye alikuwa mtu wa usalama. Atupe taarifa usalama huko na uonaje toka amekuja. Karibu mheshimiwa. Asante sana. Mimi naitwa Jamali Rwambo, kamanda mstaafu wa jeshi la polisi Tanzania. Ee, baada ya kustaafu nimekuwa nikiendelea na shughuli zangu ndogo ndogo. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kuwa miongoni mwa walioitika wito wa kuja hija mwaka huu, na bahati nzuri sana tumezipata zote, tumefanya umra na tutafanya hija kubwa. Kesho tunakwenda kusimama katika viwanja vya Arafa, na tunaambiwa hija ni kusimama kwenye viwanja vya Arafa. Tunaendelea kumwomba Mungu tuweze kulitekeleza hilo lakini kwa ufupi tu niseme na nitoe ushauri kwa wanaofuatilia. E, taasisi zinazosafirisha maujaji zipo nyingi, siwezi kuzizungumzia mimi. Naweza kusema machache kuhusu Zamzam, hakika tunayoyaona kwa aliyotufanyia watu wa Zamzam. E, ningeshauri <coughs> watu wasiwe na kigugumizi wanapotaka kufanya safari zao zaidi, basi angalau E, watuulize, tutawashauri. Lakini mimi nikiulizwa moja kwa moja, nitasema Zamzam wapo vizuri katika mipango, katika kufuatilia, katika kila kitu, na sisemi hii kama kama chawa, hapana, nasema kutokana na uhalisia kwamba mtu akitaka wa kufanya hija yake ya uhakika isiyokuwa na mashaka kwenye mipango na mengine yote, basi wajaribu kuwaona watu wa Zamzam, watawasaidia. Wanayo programu nzuri katika mipango yao ija. Moja kati ya programu zao ni mafunzo karibu ya mwezi mzima kuhusu hija. Maanake hija kusema kweli ni vitendo. Kwa hiyo tunafundishwa katika semina zao jinsi ya kufanya vitendo vya ja hija, kuangalia makatazo ni nini, kinachotakiwa kufuatwa ni nini. Kwa hiyo watu wanajikuta wanaifahamu hija na wanatamani kufanya hija hata kabla hawajafika. Kwa hiyo unapofika unakuwa unatekeleza tu yale bila wasiwasi wote. Na inshallah ninaamini Mwenyezi Mungu atatukubalia hija yetu na wote tuliokuja tutafanikiwa kwa yale aliyotuleta, kwa sababu huku hakuna kingine zaidi ya kutekeleza wito wa Mwenyezi Mungu. Tunamtaja sana Mungu, tunamwomba sana Mungu, na kawaida Mungu hujibu maombi. Ana njia zake, ana maamuzi yake, lakini sisi wajibu wetu ni kuomba bila kuchoka, na ndicho tunachofanya tunaomba tunaomba tunaomba na inshallah, Mwenyezi Mungu atatusikia na atatujalia yale yote ambayo tunadhani anaona yafaa kwetu. Niwapongeze sana ndugu zangu hawa na wengine maujaji wenzangu wote kufikia uamuzi wa kuwepo hapa. Kwa kweli, tuna umoja uliopitiliza, wote tumekuwa ndugu, wote tumekuwa marafiki, huyu anafurahiana na huyu, huyu anamjua huyu, anamjua huyu, na vitu kama hivyo. Labda kwa kuongezea tu, watarajie kwa sababu nami ni msanii Watarejie, nitatunga kitabu kuhusu safari yetu ya hija, na humo nitaeleza uhalisia, tumeona nini, faida zake ni zipi. Eh, tumekuwa na ziara mbalimbali mbali katika sehemu takatifu, sehemu tukufu, wanaweza kuziona katika, katika kitabu changu kijacho, ambapo panapo majaliwa nadhani katika siku tisini kinaweza kikawa tayari, na kitakuwa kitabu kizuri kama vilivyokuwa vitabu vingine nilivyovitoa. niwashukuru sana viongozi Kiongozi wetu mkuu wa msafara, mkuu wa taasisi, wasaidizi wao wote, kila mtu anafanya wajibu wake pasipo kusimamiwa. Hivi nazungumza, kuna timu huko inaangalia, je, chakula kipo tayari mahujaji? Lakini mara baada ya kufika, kila mtu kapata kifungua kinywa katika utaratibu mzuri kabisa, na mahujaji wote wamekuwa tifu na kufuata nidhamu. Wewe mwenyewe unashuhudia Saizi wote karibu wamepumzika, ukienda kwa kina mama huko wamepumzika, kwa sababu tumeelekezwa hivyo, tupumzike licha ya kufanya maombi na kufanya ibada mbalimbali, lakini tuwe na muda wa kupumzika ili tuweze kufikia lengo kuu la kusimama Arafa kesho.